Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa heshima hii kwa kuuliza masuala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa bandari hii ni bandari tegemezi kwa wafanyabiashara wetu kutoka visiwani na bara, na inaleta tija sana kwa uchumi wa nchi yetu, suala langu lipo hapa, ni mara ngapi tangu nchi yetu kupata uhuru bandari hii imefanya utanuzi ama ujenzi wa kuongezwa Suala. Lakini la pili la nyongeza, katika jitihada za Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukuza uchumi wetu wa nchi na katika kuweka mkazo katika eneo hili, hatuoni sasa kuondoa suluhisho hilo kuongeza uchumi wa nchi yetu kwa kutengeneza bandari ya Bagamoyo? Sambamba na hilo tujue, je, bandari ya Bagamoyo kwa sasa imefikia wapi? Asante. Majibu. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa nampongeza Mheshimiwa Jamal Ramadhani kwa uzalendo wake mkubwa wa kufuatilia miundombinu ya kimkakati katika taifa letu, hususan ni roho ya nchi ambayo ni bandari kuanzia uhuru. Kwa kweli takwimu spesifiki ni mara ngapi nitashindwa kuzisema hapa, lakini serikali imefanya maboresho mara nyingi katika kuhakikisha na kuona kwamba bandari hii inaongezewa uwezo pamoja na mambo ambayo yamefanyika huko nyuma, bado inaendelea kufanya hivyo. Kwa mfano, tumeboresha gati namba sifuri mpaka namba saba ambayo imeongeza uwezo wa, uwe, wa bandari yetu kuhudumia. Lakini pia tumeongeza kina cha bandari yetu ili iweze pengine kuwa na urefu zaidi kwenda chini pamoja kuongeza upana wake tume, lakini pia tuna miradi mingine inayoendelea bandarini kama vile kuunganisha reli yetu kwenye bandari yetu, kuhakikisha kwamba tunajenga Uh, gati namba 12 mpaka 15 kama nilivyozungumza, kuhakikisha kwamba tunawezesha kituo chetu cha Kurasini kinakuwa na uwezo mkubwa uh, wa kuhudumia. Lakini kama haitoshi tayari kuna mradi mkubwa ambao kwa asilimia 32, mradi ambao wa kujenga matenki 15 yenye uwezo wa kuhifadhi uh, mita za ujazo wa mafuta laki tatu sabini na nane. Maboresho yote hayo yana lengo moja tu la kuhakikisha kwamba bandari yetu inazidi kuimarisha uwezo. Lakini pia swali lake la pili ya nyongeza, ametaka kufahamu kuhusiana na ujenzi wa bandari yetu ya Bagamoyo ya Mbegani. Ni kweli kabisa, ukiangalia uwezo wetu wa mahitaji yetu sasa ya mzigo, kutokana na diplomasia nzuri ya rais wetu na jinsi anavyosimamia uchumi, unaona kabisa bandari ya Dar es Salaam hata ungefanyia maboresho kiasi gani, inazidi kuzidiwa. Hivyo basi serikali imefanya maamuzi ya kuboresha au kuanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo Mbegani, na hivi navyozungumza tulishamaliza usanifu tayari, tumeshaanza taratibu kwa ajili ya kuanza ujenzi ili tuanze na kilomita moja kwa ajili ya kupata kilomita moja point tatu kupata uwe, eh, sehemu gati ambayo itawezesha sasa meli kubwa ambazo kwa sasa haziwezi kutua kwenye bandari Dar es Salaam, ambayo itakuwa inaweza kufika pale, na kwa kweli bandari hii ikianza kufanya kazi tutakuwa na no, no bandari kubwa kuliko zote kwa ukanda wetu wa Afrika. Asante, nilikuona Mheshimiwa Regina Malima. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona. Nina swali la nyongeza kwa Mheshimiwa waziri kuhusiana na bandari ya Nansio katika kisiwa cha Ukerewe. Bandari hii pia imechakaa, imechoka, haijawahi kufanyiwa ukarabati tangu uhuru. Wakati mwingine hali ya hewa ikiwa ni, ni mbaya meli pia zinakuwa, zinapata shida kuweza ku, kutua. Kwa hiyo ninaomba kujua ni lini serikali itafanya ukarabati wa bandari hii ya Nansio katika kisiwa cha Ukerewe. Asante. Ajibu Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti mpaka anapoingia madarakani Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwaka 2021 zilikuwa ni takriban bandari 80 zilikuwa zinatambuliwa na kurasimishwa. Kutokana na umuhimu wa sekta ya bandari, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo maalum na mahususi kwa bandari kwa mamlaka ya bandari Tanzania TPA na wizara ya uchukuzi, kwanza tufanye urasimishaji. Tumeshakamilisha urasimishaji na bandari zimeongezeka mpaka 142. Hatua pili, kuanza kutafuta fedha kuboresha bandari moja badala nyingine. Ni muombe mheshimiwa malima awe na subira. Bandari ya Nansio ni moja kati ya bandari muhimu kwenye taifa letu, tutakwenda kuifikia pindi fedha takapokuwa amepatikana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.